Ukisoma uh, kanuni namba moja na kanuni ndogo ya tano ya kanuni za maadili ya uchaguzi kinasema, chama cha siasa ambacho hakita saini au mgombea ambaye hata saini fomu namba kumi, hata uteuliwa kuwa mgombea na chama cha siasa ambacho hakijasaini kanuni za maadili hazito hakiweza kusimamisha mgombea na kushika kwenye uchaguzi. Kwa chama, kama kuna chama cha siasa ambacho hakijasaini, maana yake hakita shughulika na shughuli zozote zinazohusu masuala ya uchaguzi na hata kwa uteuzi tutapeleka barua kwenye vyama vyote kumi na nane. Hatutapeleka taarifa kwenye chama kimoja kwa sababu automatic kimejiondoa kwenye harakati za masuala ya uchaguzi mwaka 2025. Sasa mtu anaweza kadhania kwamba tuna, ana, anaweza akasaini kesho. Hapana. Saini ilikuwa ni leo. Saizi tunazipeleka kwa ajili ya mpiga chapa aweze kuzitoa kwenye zile za serikali ili kutumika rasmi. Kwa ambacho akikuja leo hakiwezi kutoa fursa kesho.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 wao wametuma barua kuambia hawatofika, hatujapokea na hatujamwona, hatuja kutokea, kwa sababu ni hiari kusaini maadili. Usiposaini huwezi kuwa umetajwa kwamba umesaini maadili. Kwa hiyo sisi tuliwatumia vyama vyote barua, nasema tuliwapigia pia na simu za mkononi kuwakumbusha kwamba tupe nani anakuja na kusaini. Sasa kama ametumia mfumo huo, sawa. Kama hajatumia mfumo huo, sawa, lakini sisi tunataka a amefika kwenye ukumbi huu na kusaini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 Hmm. Kuna yotu ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA kijashiriki kusaini kuandaa, tuliwapelekea kanuni wakakiri, tuliwa wa wamepokea kuleta maoni. Kuna vyama vingine vijeta maoni, vimeridhika kwao, na chenyewe kileta maoni, tunajua kimeridhika. Tumepeleka maoni ya pili tena tarehe nne mwezi, mwezi huu vyama havijawasilisha maoni vingine vyote, tunashumu vimeridhika na kanuni hizo, ndio maana ilikuwa swala la kusaini. Kama chama kingeleta hoja nyingine, tungesema sasa, okay, tujibu hoja hiki chama. Kwa sababu hakuleta chama na vingine vikaleta maoni, si tunashumu ni vyote tu vikaleta maoni, vimeridhika na kanuni hizo. Tulikuwa tunaandaa maisha yanaendelea kama kawaida.